Mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha tena katika kipindi kingine. Lakini kabla hatujaingia kwenye kipindi, na kuomba uweze kuingia kwenye YouTube channel yetu Msimbete TV na ukishaingia pale ndani utaona kuna neno limeandika subscribe. Na ukishalibonyeza hilo neno, kuna kikengere kitakuja pale, utakibonyeza hicho kikengere. Ukishamaliza zoezi hilo, maana yake ni kwamba vipindi vyote tutakavyokuwa tunavitoa, wewe utakuwa umeshakuwa sehemu ya familia yetu. Kwa hiyo utapata taarifa mapema kwamba kuna taarifa ama kuna kipindi kipya katika hiyo YouTube channel yetu, na wewe utakifuatilia kipindi hicho. Asante na karibu sana. So, sasa napenda niendelee eh, kwa hili somo ama kipindi ambacho tunakuletea leo hii. Tumeshazungumzia huko nyuma juu ya masuala ya dira, juu ya masuala ya azima, tukaangalia masuala ya e, core values ama maadili msingi, na leo tunakuletea kitu kingine cha muhimu sana wewe kama kiongozi katika taasisi ama wewe kama kijana ama e, mtu yoyote ambaye unanuia kuwa kiongozi siku za usoni, ama katika taasisi biashara yako binafsi, ama katika e, kampuni ama taasisi za, za ajira za kuajiriwa. Sasa kuna mambo ya msingi sana ambayo wewe kama kiongozi unapaswa kuyajua na kuyazingatia katika masuala hayo. E, leo tunaenda kukuletea swala lingine linalohusiana na e, kanuni za ma, kimaadili ama kanuni za maadili pamoja na mienendo, kwa Kiingereza huwa wanaita Code of ethics and conduct. E, kuna nyakati unaweza ukakuta hayo maneno yametenganishwa. Code of ethics e, ina maeneo lake na code of conduct, kuna maeneo e, imewekwa sehemu nyingine, lakini kuna mahali pengine utakuta zinajumuishwa kwa pamoja. Hata sisi leo hii tunaenda kuyangalia yote kwa pamoja kwa sababu yanashabihiana, lakini ni tofauti na yana utaratibu wake wa tofauti namna ya kuyafanyia kazi. Sasa tunaposema kanuni za kimaadili ama code of ethics e, tunamaanisha nini? Kanuni za kimaadili ni taratibu ambazo zinawekwa katika taasisi zinazoonyesha e, aina ya vitu vinavyokubalika ndani ya taasisi na aina ya vitu visivyokubalika ndani ya taasisi. Tunaweza tukasema ni aina ya tabia ama viwango vinavyotegemewa e, kufanywa na watu katika e, taasisi ama katika e, biashara. Na tunapozungumzia mienendo ama kanuni za mienendo the code of conduct tunamaanisha kwamba e, ni ile mienendo inayotarajiwa kufanywa na wafanyakazi ama viongozi kwenye taasisi husika ama stakeholders wote e, ndani ya taasisi husika. Kwa hiyo e, code of ethics ama kanuni za kimaadili e, zinashushwa mpaka zinaenda kwenye vipengele vidogo vidogo vya kuelezea ni aina gani ya tabia ambazo zinakubalika na zipi zisizokubalika, na hapo ndo zinakuwa sasa kanuni za mienendo ama codes of conduct. Uh, kwa hiyo uh, kwenye upande huu wa code of ethics uh, um, taasisi inaweza ikazingatia masuala muhimu sana machache ndani ya taasisi ikasema kwamba hizi ndizo aina ya e, tabia tunazozitarajia ama tunazitarajia ndani ya taasisi, na hizo ziweze kufuatwa viongozi pamoja na wafanyakazi katika taasisi. Kwa mfano, wanasema taasisi yetu itakuwa ya uwazi, transparent organization, transparent. Kwamba ni taasisi ya uwazi. Ama taasisi yetu ina itakuwa ni taasisi ya ukweli yaani, wanalenga kuwa wakweli kwa wateja wao, wakweli kwa wafanyakazi na wakweli kwa e, kila jambo. Na inaweka misingi mingine, kwa mfano e, usawa ama haki sawa kwa wote e, sasa unapokuwa na misingi ama kanuni za kimaadili za aina hii, maana yake inabidi zije kutafasiriwa kwenye conducts kwamba ni mienendo gani sasa inayotakiwa. Kwa maana nyingine, kwa hii lugha ya kigeni tungeweza kusema kwamba, kwa ufupi kabisa, kwamba code of ethics describes what is right and what is wrong within the organization, but when you go down to the code of conduct, it describes what is allowed and what is not allowed within the organization. Kwa hiyo inaenda code of conduct kwa maana kanuni za kimwenendo zinaenda kutafasiri ni kitu gani unapokifanya hakiruhusiwi kabisa wala hazikikubaliki kwenye taasisi, na ni kitu gani ukifanya, basi kila mmoja atakupongeza kwa sababu hicho kinakubalika ndani ya taasisi. Kwa hiyo ukiviangalia vyote kwa pamoja, e, unaviona kabisa kwamba ni vitu ambavyo vinashabihiana kwa ukaribu sana. Sasa kwenye upande wa Um, code of conduct ama mienendo ya kimaadili, unaweza wewe ukawa umeshaona kwamba kuna baadhi ya taasisi zinaweza zikawa za umma, taasisi za kiroho e, biashara na vitu vya namna hii. Unapata taarifa ama bango liko nje ya ofisi linasema aina ya mavazi yanayoruhusiwa, aina ya mavazi yasiyoruhusiwa. Hiyo tunaita ni kanuni ya kimwenendo, kwa sababu imeenda mpaka chini kukuonyesha, ukifanya hiki ni kosa, ukifanya hiki sio kosa. Lakini pia kuna e, mfano mwingine ni ule ambao unasema kwamba e, hairuhusiwi kuja ofisini labda na ama vifaa vya ncha kali vinavyofanania na silaha. E, ama e, hairuhusiwi kuja ndani ya ofisi mtu akiwa ametumia e, aina fulani ya vileo. Sasa, hizo ni kanuni za kimwenendo ambazo zinakuonyesha wewe kwamba hiki kitu ukikifanya hakiruhusiwi kabisa kwenye taasisi na hiki ukifanya kinaruhusiwa kwenye taasisi. Kwa hiyo, tunaposema Code of Ethics and Conduct tunaweza tukasema ni ule mfumo wote sasa wa aina ya maadili ambayo yanakubalika ndani ya taasisi na yasiyokubalika ndani ya taasisi ambayo yanawaonyesha wazi kwamba wafanyakazi, katika kufanya kazi zetu, basi hivi vitu ndivyo tunavyopaswa kuvizingatia kama aina ya maadili yanayo kubalika. Kwa vitu hivyo visipokuwepo vinaweza kusababisha mgogoro mkubwa sana ndani ya taasisi, kwa sababu inakuwa ni taasisi ambayo ha, haina focus, haijulikani kwamba ni vitu gani inavyovikubali vikubali ni vitu gani isivyovikubali. Maana yake ni kwamba wafanyakazi wana choice ya kufanya wanavyo vihitaji kwamba akija jinsi anavyovaa yeye, anavyojisikia yeye ni sawa. Sasa hiyo, kama kiongozi, hauwezi kukubali kitu cha namna hiyo, kwamba taasisi inakuwa ni kitu cha heshima, kwa sababu taasisi e, ni, ni legal entity, ni kitu cha kisheria ambacho kinakaa katika jamii. Kwao ni lazima kitengeneze mienendo inayokubalika na tabia zinazokubalika, hasa katika jamii husika ambayo hiyo taasisi inakuwa inaishi kwa kawaida. Ama kwa maana nyingine, huwa tunasema kwamba taasisi ni mtu hai anayeishi katika jamii katika e, aliyekubalika kisheria e, sio binadamu e, sio binadamu lakini anachukuliwa kama mtu anayeishi katika taasisi, kwa sababu inafata taratibu zote e, zinazokubalika kisheria kwenye jamii fulani ambayo ama kwenye nchi fulani. Kwa hiyo ukiwa kama kiongozi zingatia sana kuwa na kanuni za kimaadili e, ambazo zinakubalika na ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuhakikisha kwamba taasisi inaenenda kadiri ya malengo, dira, zima pamoja na maadili msingi. Asante na karibu sana.